Karibu katika makala inayoangazia ziara ya waziri wa mifugo na uvuvi katika baadhi ya mikoa kutoka kanda ya Ziwa, Pwani, mkoa wa Manyara kutoka kaskazini na mkoa wa Lindi kutoka kusini mwa Tanzania. Hii ni zaidi ya ziara ambayo inaenda kutafsiri mwelekeo wa serikali katika sekta ya mifugo na uvuvi ndani ya siku mia moja za rais Dkt Samia Suluhu Hassan, lakini mwanzo wa haya yote ulianzia wapi? Baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan aliingia katika awamu mpya ya uongozi. Mara baada ya kula kiapo, alitoa hotuba yake ya kwanza bungeni ikionyesha mwelekeo wa serikali yake huku akigusa kila sekta ikiwemo sekta ya mifugo na uvuvi. Tutoke kwenye kumtazama ng'ombe na mlio wake. Tutazame uzito wa nyama laza ya nyama, wingi wa maziwa, ubora wa ngozi na ubora wa kwato na pembe. Katika kufanikisha dhamira yake kwa Watanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan huchagua timu madhubuti itakayomsaidia kubeba maono yake. Na hapa ndipo jina la Balozi Dr. Bashiru Ally Kakurwa na Wakili Ngwasi Kamani yanaibuka na kupewa dhamana ya kuongoza Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mimi Bashiru Ali Kakurwa, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Mimi Mwasi Damas Kamani, naapa kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Sasa wachezaji hawa wanachukua jezi na kuingia uwanjani, huku wakibeba kauli mbiu waliopewa na kocha wao ambaye ni Rais Dr Samia Suluhu Hassan, inayosema kazi na utu tunasonga mbele, ila wao wameongezea kidogo, wanasema kazi na tabasamu la utu tunasonga mbele. Hii salamu ya kazi na utu tunasonga mbele ni salamu ambayo ni kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi kilichoshinda uchaguzi wakati huo kikitafuta kura, lakini sisi tutaongezea mstari wa pili, kazi na tabasamu tunasonga mbele, kwa sababu tunaamini kati ya wizara zenye zikifanya vizuri zinaweza kutimiza matakwa na matarajio ya mheshimiwa rais ya kuwapa tabasamu la utu wa Tanzania, nadhani wizara ya mifugo na uvuvi tumwa kauli mbiu hiyo ni kama ufunguo wa wizara katika kutekeleza majukumu yake bila kuchelewa. Utekelezaji wa maelekezo ya rais ulianza kwenye mradi wa kimkakati wa bandari kuu ya uvuvi iliyopo Kilwa Masoko mkoani Lindi, hii ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maono ya rais ndani ya siku mia moja. Sekta binafsi na mabenki waanze kuangalia uwezekano wa kutafuta mitaji ili tuwe na meli nyingi za kitanzania za uvuvi wa bahari kuu. Hapa tunafungua mlango wa kunufaika na uvuvi wa bahari kuu. Bandari hii ilikuwa ni moja ya vikwazo vya kunufaika na uvuvi wa bahari kuu. Kauli ya Waziri Mkuu kuonyesha kuridhika na mradi huu wa bandari kuu ya uvuvi inaleta matumaini, hasa ndani ya siku mia moja za Rais Samia zinazoonyesha mwelekeo wa utekelezaji wa miradi ya serikali. Hii ni mali ya Watanzania, bilioni mia mbili na themanini na jengo na limaonekana, na mkandarasi kaufanyia haki mradi huu. Nimefurahishwa na, na, na standadi niliyoiona kupitia sekta ya mifugo na uvuvi. Serikali bado inaendelea kuthamini jitihada za sekta binafsi. Katika mkoa wa Pwani tunashuhudia uwekezaji wa kiwanda cha kusindika nyama cha Union Mit na kiwanda cha backbone cha kuzalisha vyakula vya mifugo na samaki. Huu ni uwekezaji mkubwa, na hapa serikali inaamua kuwafikia wananchi kuanzia ngazi ya chini kwa kugawa vyombo vya usafiri kwa maafisa ugani. Nitoe rai kwenu kujenga ushirikiano mzuri na madhubuti baina yenu na wafugaji ambao utalenga kutoa taarifa sahihi, kusambaza teknolojia kuelimisha kutoa ushauri wa kitaalam na kupata mrejesho wa matumizi ya teknolojia. Kituo kinachofuata ni mikoa ya kanda ya Ziwa, na hapa ni mkoa wa Mara. Waziri anapokea changamoto kutoka kwa wananchi ambao wengi wao ni wavuvi na wafugaji, huku wakisindikizwa na wawakilishi wao bungeni. Tuseme kwa uwazi bila kuogopa mtu mimi siwezi kuwa waziri wa uvuvi ambapo kwenye, sam kwenye ziwa hakuna samaki. Yafuatayo yafanyike kwamba tunapopeleka taarifa zetu kuja ofisini kwenu kusiwe na zuiyo la kuzuia mtu, mara yupo mara amekwenda sehemu fulani, kwa sababu utakuwa umetumia gharama za vizimba za, za, za, za matokeo yake inafanyaje? Inaisha. Hii mitego tunaipata kutoka juu. Kwa hiyo serikali inabidi ianze kudhibiti viwanda vinavyouza hizo nyavu. Vikisha dhibiti huyu mtu wa chini atazipata wapi? mifugo yetu pengine inakufa kwa ajili ya kukosa maji. Kwa maji pia ni changamoto, chanjo haziji kwa wakati. Tuombe kama wizara, muone namna ya chanjo kwa wafugaji kwa wakati, ili ng'ombe zetu zinapata chanjo. Tunakamua maziwa mengi, lakini hatuna mahala pa kwenda kuuza, matokeo yake tunakunywa ya kibaki, tunamwaga kwa hiyo nilikuwa na ombi kwamba mtutafutie sehemu ya kwenda kuuza maziwa. Tunakadiria wilaya ya Bunda kuwa na ng'ombe laki tatu na sabini. hiyo ni sensa ya mwaka 2018. Sasa hivi tuna ng'ombe nyingi zaidi karibu hata laki saba laki nane, lakini hakuna maeneo maalum yaliyetengwa kwa ajili ya wafugaji, hayapo kabisa. Tafsiri ya tabasamu la utu inaleta maana kwa wakazi wa Mara. Waziri anatoa ufafanuzi wa changamoto zilizoibuliwa ikiwemo uvuvi wa haramu na masoko Mama, hakuna mtu atakayekuwa juu ya sheria, awe tajiri, awe mtu wa kawaida, awe afisa uvuvi, awe waziri mwenyewe. Tukiweka utaratibu wetu, lazima tuusimamie. Hizo nyavu zinajulikana kisayansi, zinajulikana, lazima tusimamie tuhakikishe kabisa kwamba hakuna njia za panya za kuruhusu mitego na nyavu na zana ambazo zinatuharibia mazalia ya samaki kwetu. Sisi wavuvi na wafugaji, mnafahamu ni sekta inayohusu maisha ya watu, lishe, usalama wa chakula, usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo tukivua kwa kisasa, tukivua kibiashara, tukivua kwa tija watu wakapata mazao ya uvuvi kwa gharama nafuu na kwa wingi, bila shaka watapata tabasamu. Ukweli, sio kweli? Mifugo lazima ipate huduma ya tiba na chanjo, hiyo itasaidia mifugo yetu iweze kuwa na ubora, halafu tupate masoko ya uhakika. Tumeenda mahala, ardhi ya wafugaji imepangwa vizuri kwa mpango wa matumizi bora ya ardhi, wamekabidhiwa imewekewa gn lakini, wafugaji hao hao kwa sababu ina eneo la rutuba, badala ya kulima malisho au kulinda malisho, wanawakaribisha wakulima, wanawakodisha ardhi, inaisha ya ufugaji, alafu wanachukua ng'ombe kwenda kwa wakulima, sasa unakuwa mgogoro. Kwa wavuvi wa kanda ya Ziwa, wengi wao wamenufaika na mradi wa vizimba uliopewa nguvu na Rais Dk. Samia Suluhu Hassan ambapo mradi huo umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 12.5 tunaachana na mkoa wa Mara na kuelekea mkoa wa Shinyanga umbali wa takribani kilomita 328 akiwa wilayani Ushetu anakutana na mapokezi yaliyobeba ujumbe wa ukarimu na hapa anawaachia ujumbe wa ufugaji wa kisasa tuliwahi kutoa madume ya mbegu kwenye halmashauri kadhaa nawaahidi. Tumegawa madume awamu ya kwanza, tumegawa madume awamu ya pili, sasa tunajipanga kugawa madume awamu ya tatu. Nawahakishia pia kwamba tutajipanga kugawa madume kwa ajili ya mbegu bora ya madume kama ambavyo tumeyasambaza ili tuweze kuboresha mifugo yetu. Akiwa Shinyanga mjini, waziri anaendelea kutambua nafasi ya wawekezaji katika sekta ya mifugo kwa kutembelea kiwanda cha Jambo. Hakika kiwanda hiki kinaenda kujibu changamoto ya kukosa masoko ya maziwa yaliyoibuliwa na baadhi ya wafugaji mkoa wa Mara. Tunakamua maziwa mengi lakini hatuna mahala pa kwenda kuuza, matokeo yake tunakunywa ya kibaki tunamwaga. Moja yunguzo, ya nguzo kuu ya uwekezaji wetu ni mradi wa maziwa wenye uwezo wa kuchakata hadi lita laki moja kwa siku. Kupitia mradi huu wafugaji wanapata soko la uhakika la maziwa. Tunatoa mafunzo ya ufugaji wa kisasa. Tumewekeza katika miundombinu ya baridi na teknolojia ya kisasa. Tumechochea uchumi wa vijijini kupitia ajira za usafirishaji, biashara za pembejeo na biashara ndogo ndogo. Mwanza na Kagera itaendelea kuwa alama kati ya mikoa ya Kanda ya Ziwa inayojishughulisha na uvuvi kwa kutegemea Ziwa Victoria, lakini pia kwa upande wa ufugaji, waziri anashuhudia mdau wa sekta binafsi anayefahamika kwa jina la Shakiu Kietema kwa namna ambavyo anaunga mkono malengo ya Rais Dr. Samia ni ya kutaka kupanua maeneo ya malisho na kuendeleza ufugaji wa kisasa. Mdau huyu kutoka Muleba amefanya kwa vitendo na waziri anazitaka kampuni ya ranchi za taifa kujifunza kwa mwekezaji huyo. Nadhani baada ya hapa e, kuna haja kwa njia hiyo hiyo ya shamba darasa e, kuwaleta wawekezaji wetu, kwanza waje wajifunze, unapopata mbegu waje wajifunze namna ulivyo ulivyoanza ulivyopata maji, unaona e, na unavyoendelea sasa kutumia e, malisho haya kuanza kuzalisha kuzalisha ngombe wa maziwa. Waziri kupitia ziara yake anawakumbusha watumishi athari za kuhujumu serikali katika sekta ya uvuvi. Miongoni mwa watumishi hao walio kwenye sekta ambao ni wachache, wako ambao badala ya kuhifadhi wanahujumu sekta. Ninayoorodha ya watumishi na ushahidi. Hamruhusiwi kisheria kuingiza mitumbwi kwenda kununua samaki kwenye visiwa au kwa wavuvi. Hiyo kanuni sijalela nayo mimi, lakini viwanda vyote vinafanya na nyinyi hapa mnafanya. Katika mkoa wa Geita, mkuu wa mkoa wa Martin Shigera anawapokea kwa neno la ukaribisho ambalo limebeba ukarimu, faraja na kutambua jitihada na maamuzi ya Rais Dokta Samia. Pongeza mheshimiwa waziri kwa imani kubwa ambayo mheshimiwa Rais amekupatia, kwanza kuteua kuwa mbunge na baadaye kukuteua kuwa waziri wa mifugo na uvuvi. Ni imani kubwa kwa rais wetu, lakini inatokana na ukweli kwamba miongoni mwa viongozi wasioyumba wenye misimamo ya dhati na ya kweli ni pamoja na baruzi Dokta Bashiru Ally Kakurwa. Kwa hiyo mheshimiwa rais ameona eneo ambalo linahitaji viongozi wa kweli waaminifu, wanaoweza kusimamia ukweli na kuufikisha mpaka mwisho ni pamoja na wewe, mheshimiwa waziri. Hongera sana, hongera sana, na sisi wanageita tutakupa ushirikiano.